Ni nani aliye na amri juu ya mwili wako katika maisha ya kuoa akola. Waefeso sura ya tano mstari wa thelathini na moja na thelathini na mbili inasema hivi: kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, hao wawili watakuwa mwili mmoja. Mstari wa thelathini na mbili: Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ukishaanza kuongelea masuala ya kuoa kuolewa, Biblia imesema ni siri kubwa. Uzuri yu wake yuko Roho Mtakatifu, ambaye anafumbua mafumbo ya Mungu na kutueleza siri siri zako na ndani yake yako mambo kadhaa ambayo ni siri ambayo unahitaji kuyajua, na jambo mojawapo ni sehemu ya mwili kwenye ndoa. Na katika ndoa mwili una kitu kikubwa sana, na siri zimefichwa huko ndani, na shetani anatamani tusijue. lakini Mungu ameamua kuachilia hivi vitu peupe watu wavijue, tuweze kuona Biblia inasema kitu gani, ili e tuweze kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Okay, ngoja nikutajie siri kaza. Siri kaza. Siri kaza. Jambo la ndoa ni la kiroho kwanza kabla halijawa la kimwili kama ndoa hatima yake iko ndani ya mwili, shetani hatashindana na roho yako. Anapoanza kupambana na ndoa yako, anapotaka kupambana na kuolewa kwako bado ni msichana, akitaka kupambana na kuoa kwako bado ni kijana, akitaka kuvuruga ndoa yako ife kabla ha, ha, hapambani na roho yako, kwa sababu roho yako haina hatima ya ndoa yako. Hukusema mpaka roho itutenganishe uliapo ukisema mpaka, mpaka mpaka kifo kitutenganishe. Kwa hiyo ulikuwa unatoa madaraka ya kuwatenganisha kwenye mwili. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anataka kukuwahi na kuamua juu ya hatima ya kuolewa kwako au kuoa kwako atawahi mwili wako, atawahi mwili wako. Wengine bado hawajataka a nijaribu jaribu hivi. Kwa neno la Kristo tunapata nafasi ya kuona na kupata ufahamu ya kwamba hivi vitu tunavyoviona kwa jinsi ya nje, msingi wake ni ulimwengu wa roho. Na ndoa hivyo hivyo, msingi wake ni ulimwengu wa roho. Kama unafanya uashirati na miungu ambayo inaachilia na majini na vitu vingine, unafikiri itakubakiza kirahisi kwenye mwili wako? Yenyewe ndio itakayoamua nani unaolewa naye na nani unaoa Unasema unajuaje? Ni rahisi sana kushangaa kanisani, saa ingine wachungaji wanapoanza kuuliza unataka kuoa nani, na sangine, mipaka inakuwa migumu sana. Wengine hawaruhusu kabisa mtu njia kanisa lake aoe msichana wapane. Sasa sikuambii kwamba ni sahihi. Nachotaka kukwambia, kuna kitu katika ulimwengu wa roho kinachotoa sauti juu ya masuala ya hatima ya kuolewa kwako kutoka na misingi yako ya imani. Uhai wa mwili ni damu, kwa anayeshikilia uhai wako anashikilia mwili wako anashikilia hatima ya ndoa yako na maamuzi yake. Bwana Yesu asifiwe.